Baada ya mazishi hayo yaliyohudhuriwa na viongozi wa vyama vya siasa, taasisi za dini na wafanyabiashara wakubwa, akiwa mwenyekiti mtendaji wa IPP Dkt. Reginald Mengi, inaongozwa na askofu wa kanisa la Wasabato Dr. Godwin Lekundayo, ambaye aliendelea kuwakumbusha wanadamu kuishi maisha yanayompendeza Mungu wakati wote. Wakizungumza baada ya kuweka mashada ya maua katika kaburi la marehemu Henry Nyiti, waziri mkuu aliyejiuzulu Mheshimiwa Edward Lowassa, pamoja na kuelezea alivyomfahamu marehemu Nyiti na kuwaomba wadau wa sekta ya madini kusaidia familia yake, amempongeza Dr. Reginald Mengi kwa ushirikiano wake kwa vijana waliojiajiri katika sekta ya madini, marehemu akiwa marehemu Henry Nyiti. na kipekee nitambue sana kuwepo kwa Dr. Reginald Mengi, ndio iwajifuza mstaafu mpya anaitwa rafiki wa watu wote. Niwaombe, kampuni ya Henry ilikuwa ndogo changa, na ilikuwa na management ya kisasa kwa hiyo vitu vyake vingi alivijua mwenyewe na kwenye kompyuta yake. Naomba sana wale ambao wanafahamu mali zake amana zake uwekezaji wake kokote ulipo, muisaidie familia ya kufahamu. Wakitoa wa salamu katika mazishi hayo, mwenyekiti wa makampuni ya IPP Dkt. Reginald Mengi, waziri wa mambo ya nje Bernard Membe na mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema mheshimiwa Freeman Mbowe, licha ya kuendelea kusisitiza umuhimu wa kuishi maisha yanayompendeza Mungu, wamewaomba wadau wa sekta ya madini kuendelea kusaidia familia ya marehemu Nyiti kwa hali na mali. Henry hakukuwa mali yetu, Henry hakuwa mali ya baba na mama, Henry hakukuwa mali ya mke wake na watoto wake. Henry alikuwa na ataendelea kuwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kama Mwenyezi Mungu alituazima Henry kwa maisha ile aliyoishi, jambo la kwanza la kufanya ni kusema Mwenyezi Mungu Baba Mtakatifu, tunakushukuru. Na alisimama sana mbele ya haki, na kila mmoja atumie fursa hii kama funzo kwamba siku yake ya mwisho itakapofika watu watamzungumza vipi, ili tuingize hofu katika maisha yetu, tujue kwamba hatuna sababu ya kugombana kwa sababu ya vyama vya siasa, hatuna sababu ya kugombana kwa sababu ya utukufu wa utawala. Tuna sababu ya kujenga hofu ya kumwogopa Mungu, kama tunaishi na tutaendelea kuishi ndani ya mioyo ya wale wote ninaowaacha nyuma yangu, bado sijafa. Maneno haya ya tufariji wote. Henry ataendelea kubaki mioyoni mwa familia yake, mioyoni mwa ndugu zake, mioyoni mwa marafiki zake wote, na kwa hiyo Henry bado tutakuwa naye. Nawapa pole tena wote mliokuja, na nasema Mwenyezi Mungu alileta na Mwenyezi Mungu alitwaa marehemu Nyiti aliyeugua ugonjwa wa malaria kali akiwa huko Mahenge mkoani Morogoro, ameacha mke na watoto wanne. Kutoka Arusha, Afraji Mbungi, ITV.